Katika bandari ya Mwanza Kusini, bandari iliyopo kilomita chache kutoka katikati ya jiji la Mwanza, na hapa tunashuhudia meli ya New Victoria hapa kazi tu inayofanya safari zake ndani ya ziwa Victoria kati ya Mwanza na Bukoba mkoani Kagera ikipandishwa juu ya chelezo kwa lengo la mwili wa meli hiyo unaokaa chini ya maji kufanyiwa ukaguzi. Huyu hapa ni Kapteni Bembele Samson Mwita ambaye ni msimamizi wa usalama wa meli pamoja na uhifadhi wa mazingira kutoka kampuni ya meli Tanzania TASHICO. Leo tupo katika bandari hii ya Mwanza Kusini kwa ajili ya kupokea meli yetu MV New Victoria hapa kazi tu inapo panda kwenye chelezo floating dock, kwa lengo kubwa moja la kufanya ukaguzi wa mwili wa meli unaokuwa chini ya maji meli inapoelea, mahala ambapo kwa macho yetu hatuwezi kuona, lakini inapopanda hapa basi, ule mwili tunapata nafasi ya kuona, kufanya ukaguzi, kufanya usafi na kufanya marekebisho pale itakapoonekana kuna umuhimu wa kufanya marekebisho. Kwa hiyo hilo ndio zoezi tulilonalo. Bahati nzuri, kama meli inavyoonekana tayari imeshaingia kwenye chelezo, nafanya zoezi la kutoa maji ili huo mwili ubakie juu, na baada ya hapo kazi nyingine sasa zitaendelea kama nilivyoeleza hapo awali. Zoezi hili, ndugu wanahabari, ni zoezi la kawaida kabisa kwenye vyombo vinavyotembea kwenye maji, huwa tunakuwa na utaratibu wa kufanya sevisi kwenye magari yetu. Kila baada ya injini kutembea kwa masaa kadhaa, gari inasimama na mwaga oli, unafanya sevisi za mitambo na mifumo tofauti tofauti. Hata kwenye meli pia huwa tunakuwa na ratiba za namna hiyo kwamba kila baada ya muda fulani meli lazima isimame, ikaguliwe na sevisi za kawaida kwenye mitambo inayoonekana, kwa mfano kwenye injini jenereta, e, pumps na mifumo tofauti tofauti inafanyiwa servisi kila kimoja kwa wakati tofauti tofauti kutegemea na e, maelekezo ya kiwanda kilichotengeneza. Je, ni lini ukaguzi wa meli hiyo utakuwa umekamilika kwa ujumla wake? Tunategemea ndani ya siku tatu zoezi la ukaguzi litakuwa limekamilika. Baada ya hapo ukaguzi umekamilika, e, tunafanya ku kubaini maeneo yenye uhitaji wa kufanywa service. Kwa hiyo baada ya siku tatu tutakuwa na taarifa kamili ya maeneo ya mwili wa meli ulio chini ya maji unaohitaji kufanyiwa service. Kudetermine itachukua muda gani, itategemea na matokeo ya ukaguzi na vile vitakavyobainika kwamba vinahitaji kufanyiwa service. Tunaweza tukasema pengine ndani ya wiki moja, lakini pengine tukakuta kuna hali tofauti kidogo, lakini baada ya ukaguzi, maeneo yakabainishwa yaka yanayohitaji service. Ukubwa wa service nayohitajika ndio utakao determine. Lakini kwa vyovyote vile hatutarajii kwamba meli itakuwa nje ya utoaji wa huduma kwa kiwango kinachozidi mwezi mmoja. Tunataraji ile chini ya mwezi mmoja service itakuwa imekamilika, unless akutwe kuna kitu tofauti kidogo ambacho kitakuwa kinahitaji spare ambayo hatunayo au iko nje ya nchi lakini kama ni spare zilizo ndani ya nchi au zile ambazo tayari tunazo natarajia ndani ya wiki mbili a maximum of a month. Tarudi, barab, nani meli ikarudi kwenye, kwenye utoaji wa huduma. Hanslem Namala ni mkuu wa kitengo cha masoko na uhusiano kwa umma kutoka kampuni ya meli Tanzania Tashiko, anataja sababu za kusitishwa kwa matumizi hayo. Mimi naitwa Anselm Namala ni mkuu wa kitengo cha masoko na uhusiano kwa umma wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko. Ninaomba kuchukua nafasi hii kuutaarifu umma kwamba tangu tarehe nne mwezi huu wa tatu meli yetu ilisimama, na kama tulivyo utaarifu umma tarehe nne hiyo, ni kwamba ilisimama kupisha uh, matengenezo ya kawaida ya mwaka annual maintenance, ama service ya kawaida ya ya chombo baada ya kuhudumu kwa mwaka mzima uh, ikaja simama kwa ajili ya kupisha matengenezo, na tulipanga ifanyike miezi hii au wakati huu, kwa sababu huu ni wakati ambao sio waabiria wengi, kwa maana ni low season uh, kwa maana kwamba ni kipindi ambacho abiria sio wengi. Kwa hiyo tukapanga kwamba tufanye, uh, matengenezo haya wakati huu ili kuepusha Ava, kwa kuabiria kipindi ambacho kinaabiria wengi. Kwa hiyo tulipanga uh, haya matengenezo yafanyike wakati huu au uh, hii service ya meli ifanyike wakati huu. Uh, ninafahamu kwamba wananchi uh, ni wateja wetu wamepata changamoto kipindi hiki lakini naomba niwathibitishie kwamba kama kinavyoonekana chombo pale kipo kwenye chelezo kwa ajili ya kufanyiwa hiyo service, na mafundi wametuthibitishia kwamba kila kitu kinakwenda sawa, na chombo baada uh, ambayo, ya tathmini kitafanyiwa marekebisho machache ambayo yako chini ya mwili wa meli. Nawapa nafasi baadhi ya wa wakazi wa jiji la Mwanza ambao ndio watumiaji wakuu wa usafiri huu. Majina yangu naitwa Elena Benjamin nafikia Mwanza. Nashukuru sana kwa serikali kuchukua hiyo hatua ya kufanyia service meli, na pia zinasaidia sana kwa wananchi, kwa sababu zinaleta kwa wananchi manufaa. Kidogo zinaposimama hivi, inaleta yani, kwa mfano kuchukulia zile rasilimali zinazotoka nje ya mkoa kui, zinafika huku kwa muda mrefu, zinachukua muda mrefu sana kufika huku kwa hiyo ndio inakuwa changamoto kubwa sana so, ah meli na kuba uh, na sio kama basi. Alafu ukipanda meli sio kama basi, maana basi okame. Kwa majina naitwa Kevin oi makei. Kwa mimi nilikuwa naomba serikali ingefanya besi na haraka, kwa sababu inaita changamoto sana, abilia wanakuwa wanapata shida na usafiri wa haraka. Ina, inasababisha foleni, watu wanakuwa wanashinda kufanya mambo yao, na kuna wafanyabiashara wafanya biashara wanakuwa wanashinda kufanya vitu vyao kwa wakati. Uchumi asabisha cha kwanza, inasababisha serikali isiingize mapato yake, mapato kupungua, hasa hususan kwenye so swala la usafiri wa maji. Mimi ni Cyprian Magupa wa Daily News Digital Mwanza.